Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Manispaa ya Temeke. Tangazo la nafasi ya kazi. Mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispaa ya Temeke anawatangazia Watanzania wenye sifa na nia ya kufanya kazi katika Manispaa ya Temeke kuomba nafasi ya kazi iliyotajwa hapo chini baada ya kupokea kibali chenye kumbukumbu kumbu namba NAFA 228 /01F/101 cha tarehe 13 Machi 2025 kutoka kwa katibu mkuu ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma utawa na utawala bora. Dereva daraja la pili, nafasi moja. Majukumu ya kazi ya dereva daraja la pili: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali kwenye sifa za kikazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kutunza na kuandika daftari la safari logbook kwa safari zote, kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali, kufanya usafi wa gari, kufanya kazi nyingine kadri atakavyoelekezwa na msimamizi wake. Sifa za mwombaji awe amehitimu kidato cha nne na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha nne. Awe na leseni daraja C au E ya uendeshaji pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali. Awe amehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji magari, basic driving course, yanayotolewa na, na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara. ngazi ya mishahara, kwa kuzingatia ngazi ya mishahara ya serikali TGSB. Masharti ya jumla kwa waombaji: waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania na wenye umri usiopungua miaka kumi na nane usiozidi miaka arobaini na tano. Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainisha kwenye mfumo wa kuombea ajira aina ya ulemavu walionao. mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe kumi na mbili Mei 2025. Eh.